Nam mtazamaji tukile na kwamba maombi maalum yamefanyika leo kwa mwanaharakati wa Kenya Nicholas Oyoo na mwenzake Bob Njagi waliotoweka nchini Uganda. Nam, ikiwa ni siku kumi na moja sasa, baada ya kutoweka kwao, familia za wawili hawa zinamtaka Rais William Ruto kuingilia kati na kuhakikisha kwamba jamaa zao wameachiliwa uhuru na kurejeshwa nyumbani salama salmi. Na kama anavyoripoti Emil Chebet, wanaharakati sasa wanatishia kufanya maandamano kote nchini Alhamisi ijayo iwapo wawili hao hawataachiliwa. Tuko Bereza kon. Katika ibada ya huzuni katika kanisa la Jesus Christ Machar huko Ruiru, familia ya mwanaharakati Nicholas Oyoo ilikusanyika kwa maombi maalum siku kumi na moja mpendwa wao na rafikie kutoweka nchini Uganda. Familia hiyo ikisema kuwa matumaini yao yanafifia. Familia inasema inashangazwa na kimya cha serikali zote mbili ikimtaka Rais William Ruto kuingilia kati. Ugandan the minister for foreign affairs musalia mudavadi come out aseme kama hawajui penye bob njagi yuko ama wanajua kama wanajua watafanya nini kama hawajui watuambie tufanye nini it's very difficult nicholas is somebody who drives me anywhere i want to go he takes care of me when i want medication he's the one who always go to town to buy my medications so it's not easy Wanaharakati wa Kenya wanatishia kufanya maandamano iwapo Wakenya hao wawili hawatakuwa wamerejea nyumbani kufikia Alhamisi. Alhamisi tunatokea kwa maandamano hadi ambapo Nicholas Oyoo na, na Bob Njagi waachiliwe huru, tunaambia serikali. Tafadhali, ongea huko. Sisi tuta storm hiyo Foreign Affairs Ministry. Emily Chebet.